wa Tanzania lakini dunia nzima tumepata msiba mkubwa sana wa kiongozi wetu mkubwa kabisa wa dini ambaye ni Pope. Kwa hiyo kiongozi wetu Kanisa Katoliki, Papa Francis, kwamba amefariki dunia. Kwa hivyo sisi ambao tuko hapa, tuendelee kumwombea kiongozi wetu huyu apumzike kwa amani, lakini tuwaombee viongozi wetu maaskofu wetu, taarifa hii wanapoipokea basi Mwenyezi Mungu awasaidie, wanapoipokea waipokee kwa sura ambayo, kwa sababu amefariki akiwa madarakani na ni kiongozi mkubwa katika ule utaratibu uliopo, basi wanapoipokea taarifa hii Mwenyezi Mungu awape faraja Buhu. Basi tuendelee kuombea viongozi wetu hawa wapitie salama, na sisi waumini wetu waumini wote tuendelee, tujalie mwisho mwema, lakini pia tujalie baba wetu Francis apumzike kwa amani. Sasa nadhani tusimame sisi wote tulio keti, tusimame ili tuweze kutoa heshima hiyo, lakini pia tuweze kumwombea